Ziae maji Bwana, nyakati sina, sina mahali pa kufanikiwa nyakati sina mlango wa kuvuka Yesu Kupenda Baba, na kupenda mnun mnyunyizi wangu, ona, kupenda mshangile Yesu aliye hai kwa makofi mengi mengi mengi mengi. Naomba ukae katika uwepo wa Bwana akubariki mtu wa Mungu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Praise Mungu awatende mema, dada yangu na kaka zangu wote, kanisa la Mungu. Haleluya! Nauliza nasema haleluya! Nauliza nasema haleluya tena, kanisa la Mungu. Haleluya tena! Mungu wetu ni mzuri sana, amen. Mungu wetu ni mzuri sana, anatupenda na ni mwaminifu. Niwakaribishe mnaonitazama na mnaofuatilia neno hili na ibada hii kwa njia ya mtandao wa YouTube kokote kule mliko, karibu. Hapa ni Kanisa Kuu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Usharika wa Dodoma. Mimi na mwalimu wa neno la Bwana, karibuni kwenye ibada na hakikisha unafuatilia neno hili kwa umakini na unashiriki ibada kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, mbele Maana biblia imesema baraka ya Mungu imeamuriwa kwenye umoja. Ndo Mungu akamwambia Yoshua, kwa ukuta wa Eriko ulikuwa umefungwa kabisa, kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Twende kaka, spidi. Basi Bwana akamwambia Yoshua, tazama ya kupigana nao, ikabidi Musa aende mlimani. Maandiko yanasema alipokuwa akiinua mikono, Israeli wanashinda. Maana alipokuwa akiomba, Israeli wanashinda. Akishusha mikono, akiacha kuomba, Waamaleki adui anashinda. Unasema mwalimu, unaongea kitu gani? Kuna Waamaleki wamekushambulia kwa sababu ulishusha mikono kuna Waamaleki wameingia kwenye ndoa, kwenye afya, kwenye kazi yako, kwenye biashara, kwa sababu ulishusha mikono. Lakini mme, nakuja nakwambia hivi na kutia moyo, inua mikono juu, uwe na hakika kila amaleki ataanguka, kila adui wa njiani utamshinda. Mwambie mwenzio inua mikono yako kwa Bwana. Oh, sema kwa damu ya Yesu. Hebu nakusema ee, hey, Yesu wangapi anasema mwalimu Amosi na kuelewa unachofundisha wangapi? Nasema mwalimu naelewa hili neno. Mpe Bwana utukufu na heshima. Sasa naomba nitangaze. Nilitangaza asubuhi, nimetangaza mchana, nimetangaza jioni, siku tatu za maombi. Bwana Yesu asifiwe! Kesho Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, ninavyohitimisha ratiba ya hapa. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo kesho tunaanza vita, vita, Wakurya wanasema vita mraha. Kanisa la Mungu, haleluya! Mwambie mwenzio kesho, mgeukie hata wa mbali mwambie kesho, iwe mvua iwe jua ni siku ambayo ya kuiombea njia yako na kumpiga baramu na yule adui wa njiani, Amaleki wa ndoa yako, wa kazi yako. Mwambie iwe mvua iwe jua, usikose, usikutane na adui wa njiani atakayefanya kesho ukose ibada, asikuzuie mtu. Walielewa? Sema amen. Kwa tukutane kesho kwenye maombi. Kesho ni siku yetu ya kuomba Bwana Yesu asifiwe. Kesho itakuwa ni siku yetu ya nini? Ya kuomba. Na kuna agenda nilikuwa nimeshaziandika tayari, lakini muda wangu au niruhusu, ni saa moja sasa kamili na dakika tatu. Kwa hiyo tutaenda nyumbani pumzika, niliambia tunamaliza saa moja kamili. Bwana Yesu asifiwe, kusimamia muda, kwa sababu tukimaliza saa kumi na mbili na nusu kuna wengine saa kumi na mbili na nusu ndio wanaona wanaingia ndio wanatoka kazini, tutakuwa tumewapunja na wao kitu kikubwa. Kwa hiyo tunaambia tutamaliza saa moja kamili, ni muda tu mzuri mjini, amnaga usiku mjini ni mchana tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa maombi yetu ya kesho, tutaomba na tutatoa sadaka kwa njia ya baasha. Ninaomba baasha zigawiwe, nenda na baasha yako, kaandae sadaka yako nzuri. Wee angalia tu maisha yako namna gani, njia yako, amkini adui ameiharibu. Unaona kabisa maisha unayoishi sio yale uliyoyatamania wala uliyoyakusudia. Unaona kabisa kuna adui ya maharibu njia ya biashara, njia ya ndoa, njia ya maisha yako. Ndoha dadangu, bahasha huko, naomba bahasha chapchap, naomba bahasha. Dadangu, chukua bahasha yako, andaa sadaka yako nzuri. Tutatoa kesho maombi kwa njia ya bahasha, alafu na Ijumaa. Hiyo sadaka ni muhimu sana. Wakati bahasha zinakuja, naomba unisikilize. kada kamoja kati, unapewa bahasha kada kamoja tu. Mtu wa Mungu, naomba bahasha ziendelee kugawiwa mimi na mke wangu tusa Mungu ametupa neema na ametufundisha mambo mengi, na ametupa neema ya kuyaandika mafundisho na kuyatunza kwenye vitabu kwa ajili ya kizazi cha leo na vizazi vijavyo. Nisikilize vizuri, kwa juzi Ijumaa tukiwa Dar es Salaam pale St. Albano kanisa Anglikana posta, tulitoa vitabu vipya viwili, ni vitabu vipya, ndivyo vimetoka. Kitabu cha kwanza ni hiki, kinasema kanuni za kuanza mwaka mpya au msimu mpya, ili ufanikiwe. Unapoanza mwaka mpya au msimu wote mpya, unaanza maisha ya ndoa, unaanza kazi, cheo kipya, unaanza ujenzi eh, unaanza siasa, unaanza uongozi eh, msimu wote mpya. Bwana Yesu asifiwe! Unaingia rika fulani la umri, si kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwako, unatoka Misri, unaenda Kanani hapo katikati kuna adui wa njiani. Kwa hiyo kuna kanuni za kuzingatia ili ufanikiwe. Kina kurasa 131 na huku ndani tumeweka kanuni kumi na nne. Bwana Yesu asifiwe. Na ili somo linalofuisha la adui ya njiani kwa sehemu kidogo liko kwenye kanuni ya 4 ukurasa wa 44. Kwa vimebaki tu vitabu vichache pale, hatuja print vingi. Kisha unapata kitabu hiki kitakusaidia sana unaingia msimu mpya, maisha ya kustaafu, maisha nje ya ofisi, huo ni msimu mpya. Biashara yako inakuwa kwenda ngazi nyingine, kuna kanuni za kukusaidia ufanikiwe kwenye msimu mpya au mwaka mpya. Ni kitabu ambacho nilimwomba Mungu, natamani kila mtu angekipata, kila aliye Mtanzania kinakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki hapa cha kanuni, lakini tumeandika kitabu kingine na tumekitoa kinachosema, maombi ya kuondoa giza la shetani ili na kuachilia nuru ya Kristo juu yako. Kwenye haya maisha huko duniani kuna dui moja anaitwa giza la shetani. Hizo umetoka kwenu huko Shiromo unasema Dodoma kumekucha kuja kutafuta maisha. Ukashangaa ukafika hapo kaona giza tu. Uone fursa uone nini? Kuna giza la shetani kwenye maisha. Ni somo nilifundisha pia Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu kizuri kina utangulizi, kina mambo ya msingi ya kufahamu ya somo hili. Kuna giza la shetani linapitia wapi? Yaani malango na linawinda kitu gani? Hiyo ni sura ya nne na sura ya tano, namna ya kushughulikia giza na kupata nuru. Maisha yako yakiwa na nuru, umefanikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitabu kizuri kitakusaidia, na kwenye somo hili nitagusa pia kitu cha giza, nafikiri kati ya Alhamisi au Ijumaa. Kwa hiyo hakikisha unapata vitabu hivi, ni shilingi elfu kumi tu, ni sadaka kwa Mungu. Unaweza ukalipa keshi au ukalipa kwa simu. Viko hapo nje kwenye hema, utakuta mama yuko hapo au Dada yetu dada Tusume yuko pale, utapata hicho kitabu. Ni vitabu vizuri vitakusaidia. Kwa hiyo akisha unapata mnunulie na mtu mwingine. Kuna mtu mmoja alinisikiliza nilipokuwa nafundisha ili somo la kuondoa giza, na akafanyia kazi kwenye ofisi yake, akaenda kuomba kwenye ofisi yake eh, juu ya kuondoa giza la shetani, alafu Mungu akamtendea kitu. Juzi tukiwa njiani kutoka Dar es Salaam, tukashangaa anatuma message, anatuambia ametaja majina yake Anatupa ushuhuda huu mzuri, anasema, mwalimu, ulifundisha somo la kuondoa giza, na mimi nikapata muda wa kuomba maombi ya kuondoa giza ofisini kwangu, sababu nilijikuta kuwa safari za nje zinazokuja kazini, mimi sijawahi kupelekwa, wanaenda hadi watoto wadogo walioanza kazi juzi juzi. Baada ya maombi ya kuombea giza, anasema, baada ya maombi yale, mwezi Desemba, yaani mwaka jana, nilipata safari ya kwenda India, na mwezi huu wa nne tena naenda Australia. Roho Mtakatifu amenishuhudia nitoe sadaka shukrani. Kupitia wewe, naomba namba ya kutuma sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni somo hili la, la kuondoa giza kwao, ni vitu vizuri. Mungu ametupa kuandika vitabu, tuna vitabu aina tisa, sasa tumeandika hapo, viko aina tatu tu ziko pale, vingine vimetuishia mpaka tuvifanyie printing. Kwa hiyo hakikisha unapata vitabu hivi, viko vichache, vitakusaidia. Simama juu nikutamkie baraka, nimwite. Ni Baba, tubariki twende nyumbani. Kutukutane kesho kwenye maombi, alika na watu wengine. Kesho ni prayer day. Ni prayer day, tutapambana hapa mpaka kieleweke. Karibu Baba, utubariki. Bwana na siki ya kwamba umebariki wengi na mimi

Sadaka yako mtu wa Mungu. Mungu wetu uliye mwaminifu, tunakushukuru kwa ajili ya maarifa haya ambayo umeachilia ndani yetu kupitia mtumishi wako uliyemweka katika azamu hii. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbingu na nchi. Baba, utujalie kutembea katika mafundisho haya kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Asante Mungu kwa namna ulivyotuhudumia Baba, na sasa tunapotoka kwenye madhabahu yako, tunakwenda kuachilia sadaka. Naomba zikanene mema Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai, ambaye kipindi hiki tunatafakari njia ya msalaba, akafa kwa ajili yetu, akafufuka kusudi sisi tuwe watu wake tukae katika ufalme wako ukiwa umetununua kwa damu ya thamani ipitayo mali zote. Baba tuna kushukuru, asante Mungu. Sadaka zetu ziachilie kunena mema na sadaka ya Kristo. e Baba, katika jina la Yesu damu yako ituhuishe tena na tena Mungu, na sasa walinde watoto wako. Wewe ni Mungu uliyewaleta watoto wako, warudishe tena nyumbani salama. Ninawaficha damuni mwako Kristo, wapiganie Mungu, wakiwa wametoka kwenye madhabahu yako takatifu, wamepata ufunuo huu wenye kuwajenga katika maisha yao ya safari ya kuja kwako kwa mbinguni. Baba tunakushukuru, uso wako uende pamoja nasi na utusikie katika jina lako, na tupokee baraka za Mungu wetu. Bwana akubarikie na kukulinda amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili amen. Bwana akunilio uso wake na kukupa amani amen. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen. Karibu mtolee Mungu wako Tutafu. Vitabu vitabu viko nje kwenye hema, ni hapo nje utavipata nje. Kesho uwai alika, njo na watu wako wawili, njo na marafiki zako wawili waalike kwenye haya maombi, asubuhi, mchana na jioni. Na wale mnaotazama kwenye YouTube, unataka kutoa sadaka kuna namba zinapita hapo kwenye YouTube, na wetoa sadaka yako, tuma kwenye hiyo lipa namba ya Mixx by Yas au mtandao wa Tigo wa zamani, tuma sadaka yako hapo.